Mimi sikatai kwamba kuna mambo ambayo watu wanaona si sawa. Ni sawa kuona kwamba mambo si sawa. Haku, hatuwezi kubishana sasa si wewe ndio unavyoona na mimi ndio ninavyoona. Nikiona mambo si sawa, sinasema mambo si sawa. Lakini hatua gani nazochukua baada ya kuona kwamba mambo si sawa? Naam, viongozi wa dini wanaendelea kuhimiza amani, kuhimiza mshikamano wa Watanzania. Akiwemo Askofu Kahemele, anayesema kwamba tukapige kura kisha tutazungumza askofu huyu anaeleza mambo kadhaa kwamba kutofautiana kwa hoja ama mitazamo sio dhambi hivyo ni muhimu kustahimiliana kuelekea oktoba 29 mwaka 2025 kwa ajili ya kupiga kura kuchagua madiwani wa bunge pamoja na rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania lakini katika maoni yake hayo Askofu Kahemele na ameeleza kwa undani zaidi kama ifuatavyo na tumsikilize. Mimi sikatai kwamba kuna mambo ambayo watu wanaona si sawa. Ni sawa kuona kwamba mambo si sawa. Hatuwezi kukubisha, sasa, si wewe ndio unavyoona na mimi ndio ninavyoona. Nikiona mambo si sawa, sinasema mambo si sawa, lakini hatua gani ninazochukua baada ya kuona kwamba mambo si sawa ni majadiliano na kuzungumza, ili niweze kuwasilisha hoja yangu kwamba mambo haya si sawa ili tujadiliane na kuona tukae vipi katikati, wewe hoja zako na mimi hoja zangu tuzilete tukae, tukae pamoja. Lakini tukiamua kuchukua mawe tukaanza kurushiana kwa sababu mimi mtazamo wangu ni tofauti, inatusaidia nini? inatusaidia nini ndugu zangu? Kwa hiyo nawasihi sana watanzania wenzangu, nawasihi sana viongozi wa dini na waumini wetu wote wa dini zetu mbalimbali, tuwe na ukomavu kama ambavyo tumekuwa na ukomavu kwa miaka yote, ukomavu wa kisiasa Ndoa yenye ukomavu, wanandoa wanakwenda chumbani, wanasubiri watoto wamelala, wanaenda kuongea, baba, hili si sawa tena. Wakati mwingine chumbani kule tunaongea kwa moto kabisa, lakini tukitoka nje hahitaji majirani kuanza kushangaa na kutuona. Wakati mwingine watu wanadhania ni sifa kwamba sasa ndio tumekomaa kwamba tunagombana. Angalia wenzetu wa nchi fulani, wana hawawezi -ha, kuruhusu mambo ya huo, ni upuuzi kwamba mnaweza mkaona ni sifa kwamba watu wanagombana ndio maana wamekomaa kisiasa. Sio kweli, huo ni upuuzi na kuna watu wanathrive kwenye shida. Yaani, kuna watu chakula chao shibe yao ni fujo, anatamani tu kuwe na, mbona hatupati? Baada ya kumsikiliza askofu Kahemele na hoja zake hizo, ameibuka askofu Kalikawe la Kalinda Bagonza, anasema kwamba tukumbushane bila kufokeana. Bagonza yeye anasema kwamba nimesema, hii ni wiki ya kubembelezana sio kutishana. Ukibembeleza o, unapata; ukitisha, mchumba anaingia mitini. Nimebaini kuwa watu kwamba kuna watu wanahujumu wagombea na kufukuza wapiga kura. Wagombea shitukeni, mnahujumiwa. Tutazame mifano michache. Askofu Bagonza anasema, moja, matumizi ya viongozi wa dini. Asema mkitaka viongozi wa dini wasikilizwe na kuheshimiwa na waumini basi serikali ndiyo ianze kuwaheshimu na kuzingatia maoni yao. Wananchi wakiona serikali inaheshimu na kuzingatia ushauri wa viongozi wa dini, basi wananchi nao watawaheshimu viongozi wa dini kwa kile wanachoshauriwa. Anasema kwamba huwa tunawaambia msinywe pombe, msizini, msitumie uzazi wa mpango. Mmeacha kwa nini? serikali ndiyo ya kwanza kupuuza tunachowaambia waumini. Anasema ninachokiona, kuna viongozi wa dini tulikuwa tunaheshimika kiasi fulani, tumesukumizwa kwenye matope. Heshima tuliyoijenga muda mrefu inachafuliwa na hotuba ya dakika tano. Huu ni ukatili kwa viongozi wa dini na watu mashuhuri wanaosukumizwa bila utashili waseme wasichokiamini. Namba na mbili, anasema kwamba utawala wa sheria. Anasema njia nzuri rahisi, nyepesi na ya gharama nafuu ya kusimamia utawala wa sheria ni kwa serikali kuheshimu na kufuata utawala wa sheria. Anasema wananchi wakiona serikali inaheshimu sheria kuliko matamko, watafuata na kuheshimu sheria. Ukiona lazimisha waliofichwa mahabusu, leto mahakamani zimepanga zimepamba moto, ujue mtunga sheria anavunja sheria. Miaka yote watu hukamatwa na kufunguliwa mashtaka, hata ya uongo, hapakuwa na kuteka, kuficha, kukana, kusafirisha kwa kificho na kukanusha ukweli. Tubadilike, tutaona matokeo ndani ya muda mfupi. Namba tatu, anasema matumizi ya polisi siku ya kupiga kura. Asema polisi wengi na magari mengi mitaani siku ya kupiga kura yana maana mbili za haraka: moja, kuwalazimisha watu kupiga kura; pili, kuwazuia watu kupiga kura. Nasema najua ipo ya tatu ambayo iko vichwani mwa polisi, lakini haiaminiki na watu. Mimi ni mtu, nawaambia yanayosemwa na watu. Asema maandamano hayapo, polisi ndiyo wataandamana Ondoeni polisi mitaani, kama kuna watakaoandamana wasindikize bila kuwazuia wanaotaka kutiki. Huo ni utawala wa sheria, si wa matamko. Uchaguzi utapita, tutabaki namba nne. Nasema tuache kupigana na maoni. Nasema siku tukiamka asubuhi tukakuta watu wote wanatiki, wamevaa kijani, wanaimba Bagonza mitano tena wanasema katiba mpya ilaaniwe, Hautak... hatutaktiki hatutaki tume huru na tunataka chama kimoja tu, siku hiyo hata machawa watakimbia nchi. Kinachowapa ajira machawa ni tofauti ya maoni. CCM ni nzuri kwa kuwa kuna chauma, ikibaki peke yake haitamaniki. Anasema tungeheshimu maoni tofauti hata mwenye shahada kura, futika futika, kuelekea, hata ya kupiga kura iliyofutika futika asingeruhusiwa kupiga kura. Tunakuelekea, hata asiyejiandikisha atapiga kura ili wawe wengi. Tuache kupigana na maoni ya watu, chaguzi zitaheshimika. Namba tano, asema maridhiano baada ya uchaguzi. Nasema wajaluo husema ukiacha nyoka wakati wa kufyeka pori utamkuta wakati wa kupatilia. Dhambi ya makusudi ni kumf kufuru roho. Kutenda dhambi makusudi ukipanga kutubu baadaye ni kufuru. Yaweza kuwa na msamaha wa kibinadamu. Mungu anajijua mwenyewe, tunamjua kwa sehemu. Tumeshindwa kukemea utekaji, hata hata kununa tumeshindwa. Mama mkwe akikuzingua mzingue bintiye, mtaheshimiana. Nasema turudi mezani, hatupotezi, tunapata. Hayo ni maoni ya Askofu Bagonza, baada ya maoni pia ya Askofu Kahemele ambaye anasema kwamba tukapige kura kisha tutazungumza. Mtazamaji, wewe unasema nini kuhusiana na maoni mawili haya, ama ya maoni ya viongozi wawili hawa ambao ni maaskofu, ambao ni viongozi wa dini? Unazungumzaje kuhusiana na tamko la Askofu Kahemele lakini pia maoni ya Askofu Bagonza nini mtazamo wako? Karibu, na ninakutakia uwe na wakati mwema.